Sababu ya kuwaita waandishi wa habari mahali hapa ni kwa sababu ya jambo ambalo linaendelea hapa nyumbani kwetu, namna vile diwani wa kata ya Mganza alivyomtapeli baba yetu nyumba, akitaka amuuzie, na wakati anajua baba yetu ni mgonjwa na akili yake haiko sawa. Ilikuwa ni tarehe ishirini, baba yetu alikuwa kwa mganga wa kienyeji kulingana na vile anaumwa na maradhi mengi mengi akawa yuko kwa mganga wa kienyeji. Diwani alitoka mahali alipokuwa akamfuata baba mpaka pale kwa, kwa maongezi ya kwamba anataka amuuzie hii nyumba ambapo watoto hakuna mtu hata mmoja anajua hiyo taarifa na hakuna kitu chochote tulichoshirikishwa kama watoto. Baada ya kupata taarifa kama hiyo, tulichukua jukumu tukampigia diwani simu, tukamwambia, mheshimiwa, tunasikia umekutana na baba mnataka kuuziana nyumba lakini baba yetu ni mgonjwa wa akili ambaye hawezi kufanya maamuzi yoyote bila mtu ambaye amemteua kumsaidia. Diwani alitusikiliza na akatuambia, naomba tuongee, nitakuja nyumbani. Tukamkubalia tarehe ishirini na moja akaja hapa nyumbani mwezi wa kumi. Tukakaa naye tukaongea tukamwambia, ni kweli unataka kuuziana? Baba amekwambia anauza nyumba na mmekubaliana mkiwa wawili na umemfata kwa mganga wa kienyeji, baba yetu ni mgonjwa tuna uthibitisho na tuna, tuna vyeti kutoka hospitali vinavyomwonyesha kwamba yeye ni mgonjwa na alishaweka utaratibu kwamba hawezi kufanya maamuzi peke yake bila mtu wa kumsaidia. Akatuambia oh, mimi nimeshanunua, nyinyi watoto hamna mamlaka, vitu ni vya mzazi na msimpangie. Tukamwambia ni kweli kama unavyosema Mheshimiwa Diwani, unaijua sheria ni kweli baba, vitu ni vya kwake, ni haki yake, lakini baba yetu ni mgonjwa, na sisi ni watoto, tuna kila sababu ya kumlinda. Hatuwezi tukakubali tu baba akafanya chochote na wakati yeye ni mgonjwa, na maamuzi yake ya kuamua yeye kama yeye hawezi kufanya akiwa peke yake. Lakini alito, aliona kama tunachokiongea hakina maana, akatoka siku hiyo hiyo. Tumemuita hapa nyumbani, akatoka akamfata mzee akamchukua, akamtafutia mwanasheria, wakaenda mpaka mahakamani, wakauziana hampa pesa. Wakati huo hatujui dokumenti zimeandikwaje, hatujui makubaliano yao wamekubalianaje, hatujui ni shilingi ngapi amemuingizia. Baada ya hapo baba akatupa taarifa akatuambia, mimi nimeamua kuuza. Tunamwambia baba, kwa nini unauza? Anasema au, mimi nataka pesa niende hospitali. Tukamwambia tume, tumeteseka na wewe almost miaka kumi, haujawahi kuuza kitu chochote na wewe unajua ni mgonjwa na uwezi kufanya maamuzi yako wewe. Kama wewe inakuwaje unafanya maamuzi kwa ajili ya kudanganywa.